Manispaa ya Mtwara imeweza kutangaza nafasi za kazi tarehe 7 Novemba 2025, na nafasi zilizotangazwa ni dereva daraja la pili, kuna nafasi kumi. Lakini pia kuna mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, kuna nafasi mbili. Ah, sifa au masharti ya jumla kwa waombaji, kwanza waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania, lakini pia hakikisha vyeti vyako vime hakikiwa na ni vyeti halisi. Hakikisha unatumia vyeti halisi, usitumie result slip wala provision of result wala statement of result, hizo hazitakubalika kabisa. Na hakikisha umeweka passport size ya hivi karibuni katika ukurasa wako wa ajirapoto, na kwa waliosoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na TCU, NECTA pamoja na NACTVET. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 20 mwezi wa 11 2025. Barua ya maombi ielekezwe kwa mkurugenzi wa manispaa na halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani, 12 barabara ya 5, SLP 92 63 182 Mtwara na maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira poto, yani poto.ajira.go.tz. Anwani hii pia inapatikana kwenye tovuti ya sekretarieti ya ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa recruitment poto. Maombi atakayowasilishwa nje ya utaratibu huu hayatashughulikiwa. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, channel ya Feaboy inahusiana na maswala yote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe, ume like video hii na umeshare video hii kwa wengine wengi zaidi. Lakini pia unaweza kujiunga na magrupu yetu ya WhatsApp link nimekuwekea katika description ya video hii ili uweze kupata update zote kila siku kupitia kwenye grupu letu, na uweze kupata nafasi nyingi ambazo zinatoka, utaweza kuzipata katika grupu letu la WhatsApp. Asante na karibu.